Mwijaku ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kumjibu uh, Diamond Platnumz baada ya kuposti siku jana video ambayo ikionyesha kwamba yeye ndo msanii pekee ambaye anafanya mziki wa Bongo Flava na kupeperusha bendera Tanzania na kudai kwamba kama kuna msanii yoyote ambaye anaweza mziki basi ajitokeze mbele na ashindana naye yuko tayari. So hichi kijembe ambacho kimelenga wasanii wote wa Tanzania ambao wanafanya vizuri, lakini pia wasanii ambao wako kwenye gemu ya Bongo Flava. Sasa Mwijaku leo ameposti kwenye yake ya Instagram na kuchukizwa na kauli ambayo ameizungumza Diamond Platnumz na kutamka maneno haya hapa. Sasa mimi nakuwekea hiki kipande cha video ukisikilize Mwijaku ambavyo alivyokuwa na mchana Diamond Platnumz alafu angusha maoni yako hapo. Hii ni Bongo Plus TV, mimi naitwa Rizki. Bwana mwambino, punguza mdomo ndugu yangu, punguza mdomo. Kuna wasanii wengi wanajua kuimba na wanaweka heshima, punguza mdomo kwa wasanii wenzio, weka heshima, mpumbavu wewe. Uona, jiona ni yani, eti hakuna msanii anaweza kufanya muziki. Kutoa hizo hit zako tatu, kuwalipa watu hela na kuanza kufanyia collab ndo unaweka mdomo hivyo. Mimi binafsi ninao za kushusha na nikakufuta kwenye ramani ya muziki. Punguza mdomo ndugu yangu. Acha dharau. Kuna watu walikuwa na dharau leo wako wapi? Kuna kufa mpumbavu wewe. Eti yoko kama kuna mwanamuziki mwana yote anayejua aweke bato na mimi. Yaani kwa kutoa hizo hit song tatu na kuwalipa watu hela. Punguza mdomo, maisha yapo hivyo, maisha yapo hivyo, mpumbavu wewe. Unajua una akili, unakaa unaongea upumbavu. Ndio maana ukui, wasanii wenye akili hawezi kuongea. Huwezi kumuona Whisky anaongea upumbavu kama huo, huwezi kumuona David anaongea upumbavu kama hiyo, huwezi kumuona Bana Boy anaongea upumbavu kama huo. Mimi binafsi ninaweza kukushusha na nikakutoa kwenye ramani ya mziki, na usinifanye chochote chochote. Unifanye na kuondoka kwenye ramani ya mziki kwa njia yote ninayojua mimi, na ufanye chochote. Mpumbavu wewe eti o wewe, unajiona nani wewe? Au unajiona we ufi? Kulikuwa na wanamziki wakubwa, kina Iwai, kina Mwanafei, kina nani, hawajawai kuzungumza upumbavu kama huwo unaozungumza we je Shimbwana? E, umeni umenikwaza sana. Waombe radhi wanamziki wenzio, waombe radhi wanamziki wenzio, unawakosea wanamziki wenzio. Nanyi wanamziki muwe na akili, huyu mtu ambaye mnafanya naye collab, tazama maneno anaongea. Mnahang out naye, tazama maneno anayoongea. amewadhihaki wote.